Tuelekee kaunti namba 40 ambapo jumla ya wanafunzi elfu arobaini katika kaunti ya Busia watanufaika na msaada wa viatu vya bure. Mpango huo umefanikishwa na mashirika mbalimbali mbali na viongozi wa kaunti hiyo. Msemo wa mgeni njoo mwenyeji yapone ulipata maana katika shule hii ya Kakapel Comprehensive School iliyoko katika eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia, baada ya kunufaika na mpango huu wa Dignity in Every Step uliowezeshwa na Step, shirika la dhamira moja, kwa ushirikiano na shirika la kimataifa la Bicos pamoja na viongozi wa eneo hili, kisha kwamba mazingira yetu yako sawa. Shule hii ni ya ishirini katika kaunti ya Busia kunufaika na jumla ya viatu mia tisa na ishirini. Wengi wa wanafunzi hapa hufika shuleni miguu mitupu kwa ukosefu wa viatu. Mpango huu wa kusambaza viatu unanuiwa kuwafaidi wanafunzi wote wa shule za msingi mia moja na kumi na moja Busia zilizoteuliwa katika juhudi za kupunguza umasikini. kufikia sasa jumla ya viatu elfu ishirini na tano zimesambazwa katika shule ishirini ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wote wanapata viatu ili waache kutembea mguu tupu, na pia wanapokuja shuleni tunajua ya kwamba uh, wako na vyoo ambavyo wana, wanatumia wote, na wakati mwingine watoto wakitembea miguu tupu wakienda kwenye vyoo eh, ina inawaaffect uh, inawaathiri ya kwamba wanapata zile dudu ambazo zinaingia kwenye miguu yao. Hapa Teso no, tuko na changamoto, la kwanza ni maji la pili ni maneno na masomo, la tatu ni ajira. Wazazi walionufaika na msaada huo kwa wana wao wamesikitikia changamoto zinazowakumba haswa uvamizi wa funza kwa kukosa viatu, mbali na magonjwa yanayosababishwa na uchafu. Furaha ni kwamba tumefurahia sana hii shirika ambayo imekumbuka wazazi, kwa sababu watoto wetu wengine wamekuwa wakitembea miguu bila viatu. Tunasema ya kwamba isiwe mara ya kwanza, Tunaomba murudi mara nyingine, kwa sababu kuna baadhi ya vitu mingi sana tunahitaji, ili kwamba watoto wetu pia wangeweza kuwa kama watoto wengine. Manake watoto wengine, watoto wengine walikuwa wanaenda chooni bila viatu. Unaona kwa, kwa, kwa, unaona kwamba kuna mrupuko wa maradhi, watoto wanagonjeka ovyo ovyo. Unaona kwamba mtoto hawezi maliza wiki mzima darasani kwa sababu ya magonjwa ya ukosefu ya viatu. Kwenye hafla hiyo watoto mia moja kutoka eneo bunge la Teso Kaskazini wamepata basari ya shilingi milioni moja kwa ufadhili wa msaidizi wa rais Faruk Kibet kupitia mpango wa mbio za Chepsaita. Jen Cherotich, runinga ya Citizen, kutoka eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia.